Kuomba. Sasa katika pambano hili ndipo tunaangalia mkuu wa jeshi la Mungu ni gani? Tunaposoma kutoka Yoshua 5:14 inatuambia kwamba uh, Yoshua alipokuwa karibu na mji wa Yeriko, alipokuwa ukisoma mstari wa Yoshua 5:13 alipokuwa katika huo mji wa Yeriko uh, kuna alikuwa na Uh, alikuwa anaangalia huo mji na anashindwa wataweza kuushinda aje, lakini alipoinua macho yake akaona mtu mkubwa ambaye amesimama mbele yake, amevuta uh, kisu kutoka kwa ala yake. Akamuuliza, je, uko pamoja nasi ama wewe uko pamoja na uh, mwenzetu? Lakini aliweza kumjibu namna gani? Akamwambia wala akajibu lakini kama mkuu wa jeshi e, la Bwana sasa nimekuja. Ndipo Yoshua akaanguka kifudifudi chini kwa heshima na kumuuliza Bwana wangu ana ujumbe gani na mtumishi wake?